Ushindani tumepewa wa kushindana kata itakayompa kura nyingi Dkt. Samia. Na ile kata itakayompa kura nyingi ndio kata ambayo itapewa, itapata neema, itatazama kwa jicho la pili. Niwaombe tarehe 29 watu wa Kiangombe, Mliofanya kwenye kura za maoni, nendeni mkapige kura nyingi. Msibaki nyumbani mkasema mbunge ameshinda. Msibaki nyumbani mkasema Dkt. Samia ameshinda. Mama mare kwa heta. Mbunge mare kwa heta. Mwanagama na diwani mare kwa heta. Msipoenda kupiga kura, mnanikwamisha nitaonekana, kata yangu niliyozaliwa, kata yangu ndio hawajampa kura Dkt. Samia. Maana yake nitakapokuwa nawaombea maendeleo sitatazama kwa jicho la pili. Nataka kwenye wilaya hii katika kata zote 26, kama mlipoongoza, kama wajumbe walivyofanya wakatenda haki kura za maoni, nataka kura ya Dkt. Samia, twende tukaongoze. Tunakubaliana vizuri yeah. Naomba mniahidi, tunakubaliana tutaongoza yeah. Tupe kura nyingi mama, mnidai mimi maendeleo, mnipe nguvu ya kuwaletea maendeleo kwenye kata yenu mkimpa kawa kura chache, mnanipa wakati mgumu, kwa sababu mtaonekana bado mna upinzani. Tunataka tukunje historia ya kumuonesha Daktari Samia rais wetu huyu kwamba tulikosea elfu mbili na ishirini tukakuletea upinzani. Hatutaleta tena kwenye kata yetu, tunaomba sasa maendeleo ya mwagike kwenye kata moja. Baada ya haya ndugu zangu kunisikiliza, nichukue nafasi kuwashukuru sana bahili bana. na kwa kuwa tunajua kuna mpira wa simba huko na wengi mnatamani kwenda kutazama, mimi niendelee kuwashukuru kwa kujitokeza kwa, kwa wingi. Mmekuja kwa wingi wingi, gombi na kijiji chochote, na nyinyi ninaomba mnipe diwani wa Chama cha Mapinduzi, na mimi ninamwambia sasa, kwa kuwa hapa ndipo nyumbani mzee, tukipewa kura ya hawa wananchi, kazi ya kwanza, pamoja na haya niliyosema ya maji, barabara, afya, umeme, mambo ya msingi haya kwenye maeneo yote, mambo makubwa yanayotaka uanze kwenye jamii yetu hii ni kuwahamasisha hawa wananchi kuunda vikundi, wapate mikopo ya vizimba, waanze kufuga samaki. Kazi <tipa> ya kwanza utakayoanza nayo kama diwani wa kunisaidia mimi mbunge, wakati mimi nawaombea fedha kule, wapewe vizimba, hakikisha watu wamuungwe pale, waunde vikundi vya ushirika vya watu visivyopungua themanini. Wachanganye wakinamama, changanya vijana, changanya wazee, unda vikundi vya ushirika. Jo hapa ruhu unda vikundi vya ushirika vya watu wasiopungua 80. Nenda nyihara unda vikundi vya ushirika vya watu wasiopungua 80. Tunataka vikundi visivyopungua vinne, vitano, hata ikibidi 6. Dkt. Samia, rais wetu ndugu zangu watu wa Kiangombe, anatoa mikopo ya vizimba kwa ajili ya kufuga samaki, ufugaji wa kisasa. Wenzetu wa ng'amba za juu huko Sota, Shirati, wanatajirika kwa ufugaji wa vizimba. Nyinyi mlikuwa na diwani ambaye hajui kusoma ile kanuni, hajawahi kuunda vizimba. Nipeni huyu sasa. Wenzetu madiwani wanaotokana na chama hiki cha ng'ombe wewe, cha <laughs> ng'ombe wewe. Wenzetu madiwani huko juu wameunda vikundi na wanapewa mikopo, madiwani wanatoa elimu. Nyinyi imempa mtu anapiga Kiswahili English nyingi. Nipeni diwani wa chama hiki, na mimi nimekuambia mzee, kazi ya kwanza ndani ya miezi minne, kazi ya kwanza kabisa una vikundi nataka jamii yangu na ndugu zangu hawa wapewe mikopo, wapate ajira, wajiajiri vijana, ili waweze kunufaisha mapato yao. Na mimi niwaambie ndugu zangu, vikundi bila vichagui jinsia, undeni wakina mama, mchichanganye kwenye vikundi vya ushirika, mpewe mikopo, mwanze kufuga samaki za kisasa, endeni kwenye uvuvi, kwa sababu ni fursa tumepewa kanda ya Ziwa. Na mimi mnaamini, mkinipa diwani, nitamwelekeza pale anapokwama na kwa kuwa kuna fedha ambazo huwa zinatakiwa kwa ajili ya kulipia gharama ya kuunda vikundi vya ushirika, nitakupa fedha ya kila kikundi kwa vikundi vinne vya vijiji hivi, ili waende wakapewe waunde vikundi kwa ajili ya mikopo. Kwa hiyo haya maelekezo, haya mambo nazungumza na diwani nayezungumza naye lugha moja. Mkinichanganyia, nitazungumza naye wapi? Ameshasema hawezi kufanya kazi na mimi. Kama hawezi kufanya kazi na mimi, hiyo vizimba mnaenda kuviunda wapi? Tangombe. Dkt. Samia mama wetu ameleta fedha, mimi nikushukuru sana, na naamini nimesikia ulivyosema hapa, utanipa ushirikiano mkubwa. hawa Oh, unaoona waliosimama wametuzunguka hapa, hawa ni ndugu zako wa damu hawa, wanaweza kuwa ni shangazi zako, baba zako wadogo, mama zako. kazi ya fursa kubwa kufanya ni kuwasaidia kuda kunipa ushirikiano ili tuwasaidie hawa wananchi.